Asante sana mtazamaji kwa kuendelea kutazama. Sasa tunageukia sehemu ya Ukumbi kama nilivyoahidi hapo, tutakuwa tunazungumzia masuala ya Nyanza aidha uh, baada ya kuondokewa uh, na mpendwa wao mtoto wao kiongozi wao hayati Raila Amolo Odinga. Bila shaka hapa studioni tutataka kujua mbivu na mbichi tu kuhusiana na mustakabali wa eneo la Nyanza. Jamii ya Luo inaelekea wapi kwa sasa hivi? Je, eh, pengo alilowacha hayati Raila Amolo Odinga ni kubwa zaidi, ni pengo ambalo naweza likazibwa? Kwa njia gani? Je, mikakati, ni mapema kuyazungumzia kwa sasa hivi ama namna gani? Lakini yote tisa kumi ni kwamba tunataka tujue, je viongozi wa eneo la Nyanza wana mwelekeo, wameona mwelekeo au itakuwa namna gani. Hapa studioni kutusaidia na mada yetu ya leo ni kiongozi wa jamii ya Luo, Bwana Tom Odongo, maarufu Council of Elders eh, kutoka jamii ya Luo. Karibu sana Bwana Tom Odongo. asante, asante sana. Kando yake tunaye Profesa Duncan Ojwang ambaye ni msomi na vilevile mtaalam wa sheria. Karibu sana katika studio zetu na asante. Tuko naye pia uh, Bwana Jaco Geda ambaye ni kiongozi wa dini na vilevile vile kasisi, alikuwa na mda kuweza kuzungumza na kiongozi aliyetuacha Raila Odinga na pia mara kwa mara kujumuika naye kufanya ibada na kadhalika. Karibu sana katika studio zetu, na tuko naye pia bwana Fredo Gweno ambaye ni mkurugenzi IRPN, atatueleza shirika hilo linasimamia nini. Na mwisho tu, ni mtangulize ama nimtambulishe Salim Odenyi ambaye ni wakili atakuwa anajumuika nasi kutoka studio zetu za Kisumu moja kwa moja kama anavyoona hapo, uh, studioni. Nafikiri pengine tuanzie katika historia ya profesa pengine utupeleke skuli, kwa sababu tunapozungumzia maisha ya kinara kama Raila Odinga ni historia ndefu na wengi wanamuona kizazi kile e, wengi wakiwa wachanga, wengi wakiwa watu wazima na wazee pia, akipigania haki na kadhalika, lakini tuanzie mwaka 1993 wakati babake mzazi Jaramogi Oginga Odinga e, kupitia chama cha Kanu, alitaka kufanya ushirikiano wa karibu na rais mstaafu Daniel Moi ambaye pia ni hayati kwa sasa hivi e, kuweza kuhakikisha kwamba mbali na kwamba jamii ya Ford Kenya ambayo ilikuwa inajumuisha jamii nyingi, ni kwamba hususan jamii ya Luo inahusika moja kwa moja katika masuala endelevu katika eneo la Nyanza, lakini wa kumpinga alikuwa Raila Odinga, James Rengo na viongozi wengine. Nafikiri tuanzie historia <coughs> hiyo ndio tuweze, tu, tuweze kufahamu eh, kwa nini Raila Odinga alipenda sana baadaye kwamba jamii ya Luo lazima iwe karibu na serikali tuanzie. <coughs> <coughs> Kweli umetukumbusha historia, na, na ni pole kwa, kwa wenzetu ambao wanaomboleza. Uh, kifo ya uh, mheshimiwa Raila uh, ni pigo kubwa na, uh, na hali ya hali ya, ya kutofahamu na hali ya majonzi imetanda na, na katika nchi zetu ya uh, kule Nyanza ndio uh, Jaramogi uh, alipokuwa akifikia <coughs> labda kilele ya maisha yake mm -hmm. Kwa vile nafikiria kwa wakati huo alikuwa kadri miaka sabini no. hivi no. No. Ni kama alipiga yutan ama yutani mm -hmm. na kujaribu kupiga, kufanya siasa ya cooperation na serikali mm -hmm. uh, hapo akiwa labda ameangalia Uh, kuwa unakumbuka alipojiuzulu alipo kama makamu wa rais yeah. Akafanya chama kile cha KPU na akaendeleza mambo mengi hapo, akaandika kile kitabu Kenya bado hakuna uhuru na zinginezo. Uh, ikafika mahali alijaribu kuwa rafiki wa rais hayati Moi Uh, ambapo pia unaona kuwa historia yajirudia mm -hmm. Uh, Raila pia anapofika wakati wa umri huo ya kimakamu no. Pia um, um, akapiga about turn no. Akaacha ile siasa ngumu ya, ya, ya street no. Uh, kujaribu kuwa na siasa ya meza, kujaribu kuwa na, na hali ya maendeleo na kuwa kuwaza sana kuwa nataka labda niwache hao hawa watu wangu wa no kwa ukaribu na, na serikali uh, laiki wapate maendeleo na. Sasa Raila mimi nakumbuka nikiwa sijui ni darasa la sita saba, akija Kisii bado alikuwa ni kijana so akisema uh, uh, kulikuwa na tazwishi Onyonka alikuwa amezuia uh, watu wa ODM kufika katika stadium ya Kisii uh, Raila uh, akawa sasa amemobilize vijana ambao walimsukuma mzee kufika. Uh, Raila kwa maisha yake uh, ni alikuwa karibu sana na baba yake, na kwa ukaribu hata ya kitabia ikawafanya pia wasiwe marafiki sana. Unajua, kukiwa na yule kijana yako ambaye ni, ni duplicate yako yeah, no. Unapata kuwa opposite na attract. No, no. So alikuwa ni baba lakini Baba ambaye ni ya, baba amekuwa na umri wa juu, Raila bado akiwa ni kijana. Kwa vile nakumbuka uh, Raila walipojaribu kuregister chama uh, Jaramogi akazuiwa uh, kuingia ofisi ya serikali ya political party registrar siku nzima uh, kufika mwishowe, na akasimama hapo Raila akaanza kung'oa lile lango ili waingie kwa nguvu. Baba yake pia akamkemea, akamwambia Jaramogi, wewe unafikiria serikali inatoa pesa wapi ya kujenga geti? Ukisha ivunja, tutakaa hapa hadi mwisho watu, watu wafungue hili lango tuingie. Kwa hivyo unaona, uh, same ideology lakini tofauti ya huyu ni kijana, huyu ni mzee iko anaenda. Asante sana kwa historia hiyo, bado nitarejea kwako na maswali mengine, lakini bwana Tom, kuendeleza pale alipoachia uh, profesa uh, Ojwang, ni kana kwamba eneo la Nyanza lilikuwa limepuuzwa kwa muda mrefu kutokana na serikali moja baada kusabu, ikiwa, uh, ya nyingine, kwa sababu ikiwa Jaramogi alitaka kumkaribia rais mstaafu Moi ili ndio eneo ipate maendeleo, na hata siku za baadaye, wakati Raila Odinga akiwa kiongozi akataka sana kupenya ndani ya serikali, ni kumaanisha kwamba eneo la Nyanza limekuwa wa serikali baada ya nyingine ama namna gani? Asante yeah, sana karibu hapo. Ni ukweli kabisa eneo eh, eh, yetu ya Nyanza tumekuwa kwa hiyo shida naamu, ya kwamba tukuwa tunaona uzuri wa serikali naamu, kwa sababu tumewekwa kama opposition tunapinga. Haikuwa kupingwa, haikuwa kupinga, ilikuwa tunatafuta namna pia sisi kuongoza na sasa tunachukuliwa sisi tunapinga serikali hivyo. Jaramogi alijaribu anakuweza, kwa sababu serikali ya, ya Kenya ilitengenezwa na baba, na baba wa Raila wakiwa pamoja na, president, na the late Jomo Kenyatta, lakini tukisaidia nani, tukatolewa. So tulijaribu sasa kuwa mbele pia sisi tupange but haiku uh, work. Na hiyo ndio nguvu ya Raila, hata ndio hiyo unasikia wakikosana kidogo na baba, kwa sababu ndio usinde mtu lazima ukae karibu na yeye no. Na hivyo ndio ilibidi ilipidi uh, president to the late Raila Amolo Odinga ajaribu kuingia kwa serikali ili tupate, so tumetengwa no. hiyo miaka yote no. Until baba kuanza kuingia kwa serikali, alianza kuingia kwa serikali ya Moi, tukapata, tukapata tukapata nini kidogo usaidizi na mm -hmm, tukakuwa na peace kidogo no. Tena akatoka akabidi tena aingie kwa uh, President uh, the late Kibaki, vitu zikaanza kuonekana Nyanza tukaanza kufil the utamu wa kukua kwa serikali na vile tulifil, sasa ikabidi baba la akishindwa, lazima tafute njia ya kuingia no. Ndio tupate kuwa sawa mpaka saa hii tunashukuru Mungu sana. Asante sana. mm -hmm. Um, Kasisi Ogeda nije kwako kwa wewe. mm -hmm. kwa mtu ambaye asiyemjua, si e, kiongozi huyo aliyelala aliyetuacha Raila Odinga, mm -hmm. alikuwa ni mtu wa aina gani? Kwa sababu kwa hayo, kuna wengine watamtazama kama mtu pengine alikuwa hamu yake tu ni kuongoza taifa mm -hmm. au wengine wakamchukulia kwamba ikiwa jambo halingekwenda vile anavyotaka yeye, basi kungetokea fujo mm -hmm. kwa hivyo, alikuwa ni kiongozi aina gani? Na nauliza hivyo kwa sababu baadaye, katika kipindi hiki hiki, lazima tufikirie mtazamo wa yupi basi atakayekuja kurithi uongozi ambao kiongozi kama huyu amewacha. hmm. Yupo kama huyo anahitaji kuwa na misingi ya aina gani ya uongozi kufikia hapo. Lakini kabla ya kufikia hapo, pengine tupe hisia zako, wakati mkijumuika naye katika masuala ya ibada, kuomba na kadhalika, alikuwa ni mtu wa aina gani? Asante, asante sana, asante sana Nimrod. <coughs> Uh, ningetaka kusema kwamba kiongozi huyu mimi vile nilipata nafasi ya kuwa na yeye naweza kusema kwamba alikuwa mtu mwenye alikuwa na mcha Mungu no. Alikuwa anaamini Mungu sana, tena alikuwa anamtegemea Mungu, lakini kwa sababu watu walimtazama tu kisiasa no. Hawakuelewa maisha yake ya kuwa mtu mwenye pia anaamini sana Mungu. Aa, na vile ametembea nasi katika Kenya kuna mambo mengi amefanya ya, ya kuonyesha kwamba alikuwa mtu mwenye anaamini yaliyoandikwa katika neno la Mungu. Kwa mfano kwa msamaha, alikuwa mtu mwenye wa msamaha sana, kiasi ya kwamba hata mimi nashangaa kwa sababu gani watu wanamtazama kama mtu wa fujo. you know, kwa sababu hakuna mtu mwenye alikuwa na msamaha kiasi ya huyu mzee, kiasi ya huyu kiongozi wetu, mtu mwenye mambo yenye alikuwa nazo hata sisi wengine wenye dini hatuna hatuna hizo vitu Anaweza samia mtu mwenye hawezi samewa. Alikuwa mtu wa kuacha maneno e, maneno yakishafanyika anasema tuache, na alikuwa mtu mwenye alikuwa na hope na amekufa kama mtu mwenye ako na hope for a better life and actually that is a Christian virtue, kuwa na tegemeo kwamba yatakuwa mema. Na hata ninapoongea hapa, nataka nieleze jamii ya wajaluo kama kasisi kwamba tuendelee kuwa na tumaini kwamba Mungu aliyetupatia huyu mzee kama kiongozi wetu atatuwezesha kupata viongozi wengine. Huyu mzee vila ameongoza na ile nguvu alikuwa nayo, ni nguvu ambayo kwa kweli mtu hawezi kupata katika shule yoyote. Ni nguvu ambazo Mwenyezi Mungu ndiye anaweza patia mtu, na huyo Mungu ambayo ni Mungu ya jamii ya Wajaluo, ambaye aliwapatia kiongozi huyu, mimi naamini kwamba atapatia jamii hili Uh, kiongozi mwingine ambaye atavuka nao. Mara nyingi alipokuwa anafanya siasa yake alitumia biblical uh, uh, uh, biblical uh, sijui nitasemaje kwa Kiswahili. Kiswahili ni kigumu kidogo mm. Lakini alitumia neno la semi za Biblia kusema no. Mimi ni Joshua no. Napeleka watu Kanani mm. Those are theological statements meaning he knew the Bible he believed in God and uh, I think that hiyo hiyo jozi alikuwa nayo, lazima kama jamii tuamini kwamba Mungu atatuwezesha kufika pale. Asante, asante sana Fred. Kwako hiyo swali langu ni hili, kwa sababu tunapozungumzia kifo chake ndio jamii kubwa ya taifa hili inaomboleza, eh, maeneo mengi yaliyogusa, si pwani, si kaskazini, si magharibi na kadhalika. Lakini uhalisia wa mambo ni kwamba mayatima zaidi ni watu kutoka eneo la Nyanza, kwa sababu ya kuondokewa na kiongozi kama huyo. Sasa swali la kujiuliza ni eh, Wajaluo kwa sasa hivi wamepata nafasi ya kupona roho ama itachukua muda zaidi, kwa sababu ni kiongozi ambaye wengi wamemwona kwa zaidi ya miaka thelathini katika uongozi. Wengine hata wamkumbuki saa nyingine sura ya Jaramogi Oginga Odinga, lakini ukimtaja Raila Odinga hata mtoto mdogo wa miaka mitano, miaka sita atakwambia mimi namfahamu kiongozi kama huyu. Sasa itachukua muda gani kwa jamii kuweza kufikiria kiongozi fulani atafaa nafasi hii, na je, atakuwa na ujasiri kama wa kiongozi kama huyu ama itakuwa ni vigumu? Uh, asante sana Nimrod kwa swali hilo zuri sana, na awali ya kujibu swali hilo, naomba niwape pole zangu familia ya, jamaa na marafiki ambao wote wamepatwa na msiba huu ta na taifa zima kwa jumla, tunaelewa kwamba bado wapo wengi ambao hawajakubali kwamba mheshimiwa hayati marehemu Raila Odinga ametuacha. Ukizungumza nao, bado wapo wengi ambao wanakuambia kwamba Fred, siku tatu sijakula. Wapo wengi ambao wanalala usiku wakiamka, wanadhani kwamba ilikuwa ni kama ndoto, ila wanapoangalia katika vyombo vya habari, wanaona kwamba kweli yalikuwa ni mambo ya kweli kwa hivyo bado wengi ambao wanaumia, na bado tunawazidi kuwapa tu pole zetu tukitarajia kwamba wakati mmoja eh, kadri siku zinaenda uh, zinasonga basi watakuwa ni wenye kupata nafuu na hiyo na afueni. Niseme kwamba kabla nijibu hiyo pia Mheshimiwa Raila Odinga alikuwa ni mtu wa aiba gani? Ndio tuwe awe na huo ufuasi mkubwa sana. Alikuwa si mtu tu, si mwanasiasa tu. Maana lazima ujiulize iweje mtu mmoja kapendwa na watu namna alivyopendwa hadi kufikia kifo chake. Nakumbuka vema tukiwa na Profesa Ujuang katika Addis Ababa ule wakati wa mchakato wa AU tukiangalia mambo ya uchaguzi kule, Raila aliingiliana sana si na wanahabari tu bali na mashirika ya kijamii ambayo pia e, licha ya kwamba mimi ni mwanahabari lakini pia <coughs> nafanya kazi na mashirika ya kijamii ambapo tumekuwa pale. Raila alikuwa ni mtu wa haiba yake, kwa hivyo kupata mtu kama huyo huenda ikachukua miaka mingi, huenda ikachukua wakati mwingine hata karne ama nusu karne. Kuweza kupata mtu kama yule kwa sababu watu kama hawa hawapatikani, wanapatikana kwa nadra sana. Kwa hivyo nikirejelea swali lako naposema kwamba mstakabali mm, wa jamii ya Waluo itachukua muda gani, nadhani kama ingekuwa jambo rahisi basi yeye Mheshimiwa Raila Odinga mwenyewe angeweza kutuonyesha, yes, basi angetuonyesha mwelekeo mm. Lakini hivi kwamba siku hizi zote aliwahi keti na viongozi waliokuwa karibu naye magavana, wajumbe, maseneta au amamca wote, kila wakati katika vikao alivyokuwa nao, lakini hangeweza kusema kwamba huyu ndiye anayefaa, no. Inakuonyesha kwamba itakuwa jambo gumu sana, kwangu kibinafsi, ninavyofikiria Huenda pengine hata hawa watu ambao watu wanadhani sasa hawa vigogo, kwamba atakuwa kingpin, huenda pengine hata atakaimrithi hayuko pale, pengine huenda ni mwanafunzi ambaye sasa hivi anaandika mtihani um, yake ya form 4, ama pengine ni mdogo tu, manake ukiangalia alivyozungumza jana um, e, kiongozi tunamuita Ker ya Waluo mm. <laughs> katika runinga ya Ramogi pale, yeye mwenyewe e, anayeongoza ama kusimamia

alisema jana kwamba hata yeye hajui na inapofika kwamba hata mzee kiwango hicho hajui na hajaona basi ndio mkoko unalika maua na. Kwa hivyo kadri tunavyoona siku zinavyoenda zinavosonga ni dhahiri kwamba tutakachobaki nayo ni kovu na, kutoka kwa kifo chake, ambayo huenda ikachukua muda kusahaulika tunavosonga mbele na. Asante sana bwana Fred eh, nafikiri vyema nimkaribishe sasa Salim Udeni, yuko katika studio zetu za Kisumu. Eh, wakili Asante sana kwa kufanya muda kuwa pamoja nasi. Pengine swali tofauti kwa kukuuliza, kufuatilia tu pale alipoachia Bwana Fred, ni kwamba eneo la Nyanza halijapungukiwa na wasomi, halijapungukiwa na wanasiasa, halijapungukiwa wafanyi biashara, lina watu wa tajriba tofauti tu. Uh, huyu ambaye ni mrithi ama atakuwa mrithi anastahili atoke jamii gani? Jamii ya wanasiasa, jamii ya wasomi, eh, jamii ya wafanyi biashara, ama awe ni mtu tu anatokea sehemu yoyote katika sehemu ya Nyanza? Kwa sababu tusemezane, ukweli ni kwamba ili eneo la Nyanza liendelee kujisikia kama lilivyokuwa linajisikia wakati ambapo Raila akiwa hai, lazima patokee aidha mwana wa kiume kutoka Nyanza au mke, eh, kiongozi wa kike kutoka Nyanza. Nipe wazo lako wakili. Asante sana Nimrod. Uh, jambo la mrithi, ninaweza nikasema ya kwamba tunaweza tu, kumbuka wakati mzee Jaramogi alivyoaga, uh, haikubainika wazi ya kwamba nani atakayerithi uongozi wake na kuongoza jamii ya wa Wajaluo. Mheshimiwa Raila Odinga alijitokeza huko nyuma, alikuwa mdogo sana hata kwenye siasa za Ford Kenya alikuwa naibu wa mkurugenzi wa uchaguzi. Mzee mwingine alikuwa anaitwa, nimemsahau jina, lakini alikuwa mzee na Raila alikuwa deputy director of election. Sasa akatoka huko nyuma, viongozi ambao walikuwa wamechaguliwa wakapiga kura wakachaguana, Raila hakuchaguliwa hata kwa hiyo uchaguzi. Akajitokeza huko nyuma akakuja akawa kiongozi. Jambo la kwanza na jamii ya Wajaluo ni ya kwamba wanataka mtu jasiri. Mtu mwenye ni jasiri kabisa mwenye anaweza jitokeza kipaumbele na kuwapigania na kupambanua ma, masuala ambayo yanawahusu. Kwa hivyo, mara nyingi tutapata kwamba kuna wasomi, kuna watu ambao wako kwenye hulka mbalimbali mbali, mbali, mbali. Lakini tuta, tutapata mtu ambaye pia ni mwanasiasa ambaye ataendeleza siasa za Raila Odinga. Nakubaliana na wasemi ambao wamezungumza hapo mbele yangu ya kwamba haiwezi ikabainika waziwazi wazi ni nani atakayekuwa kwa sababu kwa jamii ya Wajaluo kiongozi huchipuka, hakuna mtu mwenye anateua kiongozi ama kuchaguliwa, anachipuka kulingana na vile anaenenda na sera za Wajaluo na vile anapigania mahitaji ya Wajaluo. Kwa Kijaluo wanasema juogi e, <laughs> juogi ni spirit. Kama spirit imemkubali na amepigania watu, basi ataongoza tu. Na nimesikia mheshimiwa Buru Odinga ambaye ni kaimu kiongozi wa chama cha ODM akizungumza na studio ya Ramogi akisema ya kwamba huenda mwenye atachukua uongozi wa wajaluo, hata kuwa kwa umri wao huo, atakuwa ni labda ni mtu mdogo ama jamii ni mtu ambaye ndiye anachipuka sasa hivi, lakini anakubaliana na mimi ya kwamba kiongozi atachipuka, hata kuwa kiongozi ambaye ata atachaguliwa ama kuteuliwa na mtu yeyote, atachipuka tu alafu spirit ikimkubali ataongoza wajaluo, lakini atakuwa ni msomi, atakuwa ni mwanasiasa ambaye anapambanua masuala yanayohusu wajaluo no. Na, na anapamba, anapigania haki za wananchi jinsi alivyopigania Raila Odinga, sababu kila wakati Raila Odinga alikuwa anataka utashi wa kisiasa ya kwamba serikali yote ambayo itakuepo iwe na utashi ya kupigania wajaluo na kuleta uongozi na kuleta maendeleo kwa jamii ya wajaluo no. Watu wengine wame bilaumu ya kwamba anasimama alafu baadaye anaingia kwa serikali. Na sisi ambao tulifanya kazi karibu na yeye tumeshinda tukiambia watu ya kwamba Raila alikuwa anapigania ili aingie kwenye serikali si awe kwenye upinzani. Kwa hivyo kama hajafaulu kuwa rais na kiongoza jamii yake kuingia kwenye serikali, the end justifies the means, inakuwa kwamba bado ametimiza ile haki yake aliyokuwa anataka ya kwamba jamii iwe kwenye serikali. Kwa hivyo atakayekuwa kiongozi atatoka tu kwenye jamii ya Wajaluo atakuwa ni mtu ambaye amekubalika na wananchi. Sawa, asante Wanjadu. Wakili natakuwa ni mtu ambaye ni mdogo pia na, asante sana Wakili. E, nashukuru sana maanake umetupa mwelekeo mzuri lakini kwa lakinia kifu...